Wakfu wa Mpesa umezindua kitengo cha afya cha kina mama na watoto wachanga mjini Sosiot, eneo bunge la Belgut, County ya Kericho kitakachohudumia zaidi ya kina mama na watoto elfu thelathini katika kusuluhisha matatizo ya msongamano hospitalini. Wakizungumza katika uzinduzi huo gavana wa kaunti ya Kericho Daktari Eric Mutai na mbunge wa Belgut Nelson Koech wameshukuru wakfu huo wakisema kwamba kitengo hicho kitaboresha huduma za uzazi maeneo hayo na kupunguza visa vya watoto kufariki pamoja na kina mama wanapojifungua. Uh,

Mpaka siku ya leo tuko na hospitali ambayo inasaidia kina mama na watoto. Tunataka wamama wetu waweze kujifungua kwa njia ya heshima, tuweze kupata watoto ambao wanapatiwa immunization kwa njia ya heshima, na tusikuwe tena na vifo wakati mtoto anapozaliwa, kwa sababu sasa Sosiot through Mpesa Foundation tuko na hospitali ambayo itashughulika na prenatal na postnatal care ya mama. As the governor of this county,